Inaonekana kwamba katika mahakama ya leba na uajiri ni kwamba mfanyakazi amethaminiwa sana. mm -hmm. Katika mahakama ya leba na uajiri no. Imagine. mm -hmm. Leo hii kuzawidiwa 4.2 milioni, mm -hmm. kwa sababu ulitolewa katika group ya WhatsApp ya kazi. Uh, removing staff from office WhatsApp group group is uh, illegal. uh, Mark court awards a woman 4.4 million. Please delete me. me need take me out. The money money kama siku tukiamka tupate kwa group Temporary. temporary. you eh, <laughs> are brother. We need, we need money yeah. with immediate we, effect. effect by the way. Can you imagine Zula? sasa eh, tumefutwa kazi. <laughs> ametolewa kwa group ya job. Unajua, najua ametolewa kwa eh, eti sababu yeye ndiye alikuwa na fitini wenzake, alikuwa na chocha, anasema kwamba na chocha sana wenzake kwa kwa... Eh, maana nalalamika na, mbona wengine wamepata, mbona mimi sijapata? <laughs> o oh, sijui nini <laughs> <laughs>

Skuhii, nje za kutengeza pesa ni nyingi bwana, <laughs> ah. Ama ni, ama niende nizushe kwa group ya shule Wani discriminate ha, huko, hiyo shule wanawezasema wewe ni mzazi msumbufu eh. Hii ni ya job, please discriminate discriminate eh. I want somebody to discriminate you yes ama ah. Niende kwa family group kwaaini ararue <laughs> watu huko kila mtu achange achange change wanipatie ah. 50, 50, 50, 50, lakini, 50, lakini lakini napenda na mkondo ah. Mahakama ya, ya waajiri na viwanda leo tumeanza tukisema kwamba psycho Psycho. Eh, yeah. psychopath. <laughs>